Wahenga walisema kwamba ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Wakati wanafunzi madarasani wakiendelea kufundishwa kuwa Tanzania ina mihimili mikuu mitatu kwa maana ya serikali, bunge pamoja na mahakama, wanafundishwa kuwa kazi ya serikali ni kufanya utekelezaji wa sheria zinazotungwa na bunge lakini pia tunaambiwa kwamba kazi ya Bunge ni kuisimamia serikali ili kuhakikisha sheria inazozitunga basi zinasimamiwa na serikali vizuri. Lakini pia tukaambiwa, kazi ya mahakama ni kusimamia haki. Lakini ulaiani mambo ni tofauti, ulaiani mambo hayapo kama kwenye makaratasi ya mashule, ulaiani mambo ni vice versa ulayani ukikohoa, ukijaribu kukosoa, ukijaribu kufanya nini, unafungwa, una mdomo. Hivi karibuni kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu, imerejea na imeanza kusikilizwa rasmi mahakamani. Lakini kama ilivyo ada, kama tunavyomfahamu mwenyekiti wa Chadema, ni mtu asiyeteteleka, ni mtu ambaye ameumbiwa ujasiri wa kuweza kusimama imara pasi na kuteteleka. Anapoingia mahakamani, tabasamu lake linaonyesha mengi. Anakuwa ni mtu wa kufurahi muda wote, anakuwa ni mtu wa kuwapa nguvu waliokata tamaa, anakuwa ni mtu wa kuwapa ari watu waliovunjika mioyo. Tabasamu lake unaweza ukasema kwa lugha nyepesi kabisa kwamba ni tabasamu lililoficha mambo mengi moyoni nezo ikasema kwamba anaonyesha tabasamu ili kutokuwa vunja moyo walioko nyuma yake. Lakini siku ya tarehe kumi na mbili, mahakama iliendelea kusikiliza shauri hili la kesi inayomkabili Tundu Antipas Lissu kwa maana ya kesi ya uhaini, kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Lisu alitoa mashtaka na kadai kwa majaji kwamba paka anafikishwa mahakamani alikuwa hajapatiwa chakula toka jana, jambo ambalo limeleta sintofahamu. Tunajiuliza sasa kwamba, je, wakati wa Tanzania tunaililia mahakama itende haki, wakati wa Tanzania tunawalilia mapolisi watende haki wakati wa Tanzania tunalilia jeshi lisimamie katiba litende haki. Sasa kwa nini Lisu wanatoka nje na kusema kwamba hajapatiwa chakula na wakati upo kwenye mikono ya dola, kwamba na mikono ya dola inashiriki pia kwenye huu nyonyai, we never know. Lakini taarifa ile ya Lisu ya kusema hajapatiwa chakula, hajala chochote mpaka naletwa mahakamani kwa siku ya leo tarehe kumi na mbili imeleta mtafaruku na mkanganyiko mkubwa sana kwa watu ambao walikuwepo mahakamani na wale ambao wamepata taarifa kupitia mitandaoni. Kuna kina mama wamelia, kuna wakina mama wamepiga maombi, kuna wengine wamesononeka wame, wame, wame, wame, wame, wame, wameumia mpaka wakazimia. Ni ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni kwa nini, ni kwa nini? Ni kwa nini? Lakini yote haya yanatokea, yote haya yanamkuta Tundu Lissu ni kwa sababu ameamua kusimamia haki, ni kwa sababu ameamua kupigania walio wanyonge, wawe wali wanapata haki. Siku zote huwa tunasema kusimama kupigania wanyonge huwa inagharimu maisha. Lakini ukiachana na hiyo taarifa Unajaribu kuangalia taifa letu ni wapi linakoelekea. Kwa sababu siku za hivi karibuni mwanaharakati mwenye wafuasi wengi zaidi na anayefuatiliwa sana na Watanzania kutoka Marekani Mange Kimambi aliweza kuchapisha taarifa zinazomuhusu Captain Tesha ambaye aliwahi kuvuma sana kwa, kwa, kwa taarifa ya kujasiri na kujiamini ambayo aliitoa kuhusu serikali pamoja na Deep State alidai kwamba Tesha yupo nje nchi, anaendelea kulikriti kuli, kuli, kuli vijana, anaendelea kukusanya vijana ambao watakuwa tayari kumsapoti ili baadaye watakapokuwa imara wampata silaha imara, basi waje waje wafanye mapinduzi. Hii inatukumbusha nini? Inatukumbusha kipindi ambacho Paul Kagame, rais wa Rwanda naye baada ya kuona mambo hayaendi sawa katika serikali ya kipindi kile, aliamua kuingia msituni kwenda kujipanga kutengeneza mbinu za kuja kumwondoa rais aliyekuwepo. Na kweli baada kufanya ya kufanya maandalizi ya muda mrefu walifanikiwa kwa kumuua na kwa ajali ya ndege. Sasa sijui kama ndio ilikuwa plan, never know. Ndege ambayo alikuwa amepanda rais akitoka Rwanda kwenda Burundi, I don't know kama ni kutoka Burundi kwenda Rwanda. Sasa ile ililipuliwa wakiwa njiani, akafa yeye pamoja na rais mwenziye wa Burundi ndipo Kagame akarudi ulaiani lasimi na kuja kuchukua inchi na amekalia madalaka tirinau hataki kutoka, anakwambia madalaka aliashika kwa nguvu, kwa kumtoa pale mnaitakiwa mumtoe kwa nguvu. Sasa serikali yetu imepuzia vitu vingi sana, maoni ya wanaharakati, maoni ya wapigania haki je, yeah. Tutafika kula ambako wanaharakati na wapigania haki wengi wanaona tunaweza kufika, kwa maana ya kutumia mitutu ili kuiondoa serikali yapo madarakani, au kesi na mambo yatasoviwa kwa amani, haki na kidemokrasia? Hilo ni swali na kuachia mpenzi msikilizaji. Nikukumbushe tu ulikuwa Home of Information na mimi ni Masanjabo. Kama taarifa hii imekufeli, imekugusa basi, ulikuwa nyumbani Home of Information, kisima cha taarifa, kisima cha habari. Nikukumbushe tu hapo ulipo usisahau ku like, share, subscribe, zeni toa comment, kwa maana ya maoni mimi, mimi bila wewe mimi sio kitu wewe ndo mtu wangu ambaye unanifanya niwe hapa, uwepo wako unanipa nguvu. Mi shalauti na asante sana.